Inter Star msimu uliisha, tulifanya mengi mazuri ambao watu waliona, wapenzi waliona mazuri, ambayo tulijitahidi kusajili wachezaji 25 na walimu wao ambao ni kocha mkuu, naibu wake na wale ambao wanahusika na maswala ya tekniki au tuliwasajili kisha mbali na hivyo Inter Star ilikuwa inapenda kutumikisha msimu ulioisha milioni 350 za marundi, lakini kwa uchumi ambao ni mzito mgumu ndani ya taifa letu, tukawa tumetumikisha milioni 288 za marundi, na hayo pasenti leo iliyokuwa kubwa ilitumika, ilitoka ndani ya wajumbe wapenzi wa Inter Star ambao wako nje ya Burundi ambao wanaitwa diaspora na wengine wa ndani ya nchi walitumikisha percent ambazo zilibaki, kwa kuuza makarte, kwa kutoa michango yao tofauti. Hayo walisaidia wote, hao wanapewa pongezi na wanaombwa juhudi zao ziendelee, hasa kununua makarte. Walinunua karte ambazo zidi hazikuzidi 300, na tukua tunapendelea wanunue karte za kuzidi hata elfu moja. Si wapenzi wa Inter Star wengi ndani ya taifa hili. Utaratibu huyo utaendelea, funde tutaitisha eh, asamble general ambayo nyinyi wa journaliste ambao ni wapashaji habari mtaitishwa na nyinyi pia, ili mdiriki ndani ya kikao hicho, ili mtufikishie ujumbe mbali zaidi, ili kuandaa msimu ujao. Msimu ujao unaandaliwa hivyo, lakini lengo la Inter Star msimu uliisha ilikuwa ni kutaka kubeba vikombe, aidha kimoja katika vikombe viwili, kombe wa mheshimiwa Rais, pia na kikombe cha kikuu lakini masikitiko ni kwamba hatukujaliwa kupata kikombe hata kimoja, lakini juhudi ambayo Inter Star ilionyesha mwaka huyu msimu uliisha ilikuwa ni juhudi ya kupendeza ya kufurahi, ambao wapenzi wengi walifurahia jambo hilo. Ni kwamba agenda ya pili tunaandaa msimu. Msimu ambao tunaandaa ni kwamba karibuni, tutakuitisheni tukuonesheni nini tunaandaa ili tufikishe, ningeomba jumbe wa Inter Star, wapenzi wa Inter Star, wao wenye uvumilivu, wao wenye kapamoja, wao wenye ku kushikamana hasa katika kushikamana, ndo kunaleta nguvu e, kwa sababu kutengana kunaleta udhaifu, na tuepuke, wapenzi wa Inter Star, kuwa tunasikia uvumi ambao unatoka huku na kule. Kuna uvumi mwingi ambao ulitembea na ndo agenda yangu ya tatu, ulitembea katika e, reseaux sociaux zinasema kwamba e, wa kimataifa ambao ni jeru wa timu ya taifa anachezea Nice Ufaransa, ndugu yetu bwana e, Yusufu Ndaishimie pamoja na jueru wetu ambao alipita mtimu ya klabu ya Interstar ambao ni Caleb, hao wanapenda kuwa wafadhili wa Interstar. Ndio ilikuwa hivyo na ndivyo ilivyo, lakini pako baadhi ya watu ambao ni waharibifu. Nitasema ndani ya taifa hili waharibifu hawakosi hao hao ambao ni waharibifu waliharibu alioharibu waliharibu mengi e, kwa sababu mpira wa Interstar kama Interstar napata wafadhili leo ni faida ya taifa hili, na kama e, wafadhili wako hawatakuwa wa Interstar tu, tu, bali watakuwa wafadhili wa timu nyingi tofauti e, na tunapenda wa mpira wa Burundi uendelee kwa kupata wafadhili, kwa sababu kwa sisi wenyewe tunakaa uzito fulani kwa miaka mingi, labda tupate wakusaidia na tuwaoneshe sura nzuri, sura ya, ya, ya maendeleo. Sisi ndio tu wa kwanza kuwaonesha maendeleo na kuwapa moyo hao, isipokuwa hao wafadhili walipokuja walizungumza na natina, uongozi wa Inter Star tokea msimu uliokwisha. Walipozungumza na uongozi wa Inter Star msimu uliokwisha, walikubaliana na viongozi na wenyewe kwamba waende wataarishe mkataba ambao wanapenda wenyewe uwepo wa uh, ushirikiano na Inter Star walipokwenda kuandaa kuna kakitu waliweka emo ambako kalisema, aka tutakakosoa tutakakosoa pamoja na wenyewe, kakusema kwamba wanachukua utawala wa kudumu wake wa kudumu nwa utawala ambao Wafaransa wanasema pouvoir absolu, ni wa kudumu, ni wa milele huyo. Sasa ikaonekana hapa, tubadilishe, tufanye tu ni utawala ambao ko elargi, wa mrefu tu, ambao unaweza kuwa unachukua miaka 10 20. Huyo ni mkataba wakaridhia hicho kitu, wakakubaliana nacho. Lakini kuna watu ambao walitembea, baadhi ya watu wakawazungumzia, wakaonyesha kwamba hapana, wakaonyesha mabaya, wakaonyesha matatizo yako mwenter. Kabla hata uongozi wa Inter Star hujasema kitu wala mpenzi wa Inter Star hajasema kitu, wenyewe wakarukia kunako kuonana na hao wafadhili. Hassan walionana na Kalebe, zaidi ndio walizungumza naye zaidi kumuonesha kwamba Inter Star ni matatizo Inter Star. Na mkiona kuna kavideo kalitembea kakalebe, ambao kalipeperushwa na baadhi ya watu hapa ambao na wakina e, Mtombora ambao alikuwa ni kocha wa timu hii ya Inter Star, pamoja na Steven Ziga Masavo, huyu alikuwa ni mchezaji wa timu ya Vitalo pamoja na Paris, huyu ni kocha wa timu ya Vitalo pia. Inaonekana kwamba Vitalo iliingia ndani kabisa kuja kusambua timu ya Inter Star na hilo halikufurahisha watu wa Interstar kwa sababu kuna watu ambao hawa ndio kina kocha walionyesha, hata kama kuna baadhi ya wachezaji ambao Interstar ilisha sajili bila uongozi wa Interstar kujua hicho kitu. Walionyesha, walionyesha tena kwamba huu kocha wa Vitalo ambao ni Paris, tayari Interstar ilisha msajili. Kinyume chake ni kwamba sivo, ni uongo mtupu ambao hauna faida, ilikuwa ni hali tu ya kusambua ikaonekana wamuonyeshe, hapana, msichukue Inter Star, kuna timu kubwa barani wanaweza mkanunua. Ndio wakaenda kusajili timu ya Vision 2026 hiyo, wakainunua ni kweli, lakini u, u, usaidizi wa, wa ndugu zetu hawa kunako Inter Star ungaliki pale pale mpaka sasa. Tunakujulisheni, hofu toweni, mpaka sasa ndugu yetu bwana ndaishimie Yusuf yuko tayari kuInterstar kwa nguvu zake kwa fikira zake kwa uwezo wake, ilo alitukubalia na tunawajulisheni kwamba Interstar iko imara, na Interstar ni timu ya, ya, ya, ya, ya, inchi, ya nchini humu na, na watu wengi, na timu ina historia. Mkiona kunao kibango hapa, ni timu ambayo ilianza tokea mwaka 1934 maana kina miaka mingi iko na uhai, sio timu ya kupana hivi, sio timu ya, ya, ya kuuzisha, sio timu hapana, haina mwenye nayo, ni timu ya ya faida ya inchi nzima. Watakayekuja vizazi watadiriki ndani ya timu hii, kama sisi tulikuja, wazazi wetu walikuwa hivyo na sisi tukaja, na wengine watakuja. Lengo tu ni kuboresha na kuendeleza mpira ndani ya taifa hili la Burundi. Na kushukuruni sana kunako ujumbe huyo ambaye wapashaji habari, mtakusaidia ufike mbali. Shukrani sana.